Mradi huo uliogharimu zaidi ya bilioni mbili katika ujenzi wake ulipigwa radi mwezi wa pili na kusababisha wananchi kukosa maji, kama anavyoeleza mwakilishi wa wananchi jimbo la Geita vijijini. Changamoto ya pili, mkuu wa mkoa, ni ya maji. Najua diwani amezungumza ni maneno mengi anazungumza. Unajua, kabla ya kuleta huu mradi wa maji hapa, kulikuwa na watu wanauza maji, wamechimba, wametengeneza visima vya kienyeji. Tulivyoweka mabomba, biashara ikajifunga tumepata tatizo nadhani wameshaeleza wenzangu, ilitokea radi, na radi zetu huku kidogo zinakuja na nguvu kwa sababu ya asili ya radi inatoka huku kwetu, au sio? Ilivyopiga pale, imeharibu pampu. Sasa tuna shida hiyo, lakini mtu wangu wa manunuzi, ndo maana nimefika nikamfata kule mtu wa Ruwasa. Akizungumza na wananchi katika mkutano wa hadhara, mkuu wa mkoa wa Geita bwana Martin Shigela amesema serikali imeanza kuchukua hatua za kutengeneza mtambo huo ili wananchi waondokane na tatizo la maji. Shida iliyotokea ni hiyo aliyosema Msukuma ya radi, na radi ilivyokuja haichagui wapi naenda kupiga ikaenda kapiga pale, na mimi na uhakika ile radi ni radi tu inatengenezwa na Mwenyezi Mungu, sio radi yetu hii ya ujanj ujanj kama mwanadamu maanake, naye amejazibu, si kweli, si kweli. Kwa hiyo jitihada za serikali kwa sababu pampu ile imeharibika, serikali ilichokifanya, mheshimiwa Msukuma akaenda Dodoma akasema tumeharibikiwa pampu, tunahitaji pesa tayari. Mheshimiwa Rais Samia akatoa fedha milioni arobaini tayari, mkandarasi kuleta pampu imepatikana, ameshalipa kiwango fulani, na wiki ijayo, wiki ijayo anakuja kuanza kufunga pampu mpya. Shida mheshimiwa diwani uliyoisema ya changamoto ya maji ya wananchi wako inakwenda kwa historia. Kuhusu changamoto za wavuvi katika eneo la Ziwa Victoria kwa upande wa mkoa wa Geita, serikali imetoa msimamo mpya ili kumaliza mgogoro baina ya wavuvi na serikali. Kuna lazima programu yetu hii ya kufunga ziwa iendane na elimu, na tuwatafutie wavuvi wetu mbadala wakati wa kufunga wafanye shughuli gani, kama ni utaratibu wa vizimba tuwape elimu namna ya kuanzisha vizimba, ili wanapofunga kule waweze kuvuna kwenye vizimba vyao, ili unapofungulia kule vizimba tena, huku watu wanafanyaje? Wanakuza samaki wana wana, ili waweze kufaidika na vile vizimba. Kwa nataka niwahakikishie, baada ya Mheshimiwa Msukuma amelisema hili, nimelichukua tutakaa, tutakuja tutoe maelekezo ya pamoja tutakubaliana utaratibu mzuri ili waguzu wetu wasiangaike, kwa sababu ya kufunga bila utaratibu. Tunataka kila mmoja wetu afaidike na rasilimali inayomzunguka. Kutoka hapa mkoani Geita, Basil Elias, ITV.